Mama, habari. Habari nzuri. unaitwa nani? Naitwa Asha Abbas Ungando. unatokea wapi mama? Natokea Kazore Vikindu. Kazore, unajishughulisha na nini? Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo, nakaanga nyama za kuku e, hivyo. Sawa sawa, hongera sana. Asante mama. Ungetamani katika historia ya kitabu cha mwanamke, ungetamani mwanamke gani hapa Tanzania angezungumziwa sana katika historia ya kitabu hiki cha mwanamke? mimi ninayemtamani na ninayemkubali na ninayemfurahikia na muda wote uko katika moyo wangu, namtamani Dokta Samia Suluhu Hasani hawe kwenye hicho kitabu azungumziwe sana. Mimi nampenda sana kwa wastani, hata nikilala namwota na. na kwa nini umemchagua mchagua Dkta Samia? Kwa sababu ni mama mpambanaji, kwanza ni rais mwanamke alafu ni mama, ni mpambanaji, alafu mama ni wa kujiamini, na mama ni mtetezi kwa wananchi, sio wanawake tu, ni mtetezi kwa wananchi wote, hapendi mambo ya kunyanyaswa watu, ndio maana nimempenda zaidi. Sawa sawa, shukrani sana mama, asante sana. Asante, mam. Asante mam. Kitabu cha Mwanamke, fungua kurasa.